Hey, karibu darasani. Mbona mshaji wangu alipopendeza? Hii ni njia mbili alafu nimekata pembe tatu. Sawa sawa. Kama hivi ambavyo unaona. Kuna watu wengine kukata pembe tatu huwa ina, inawasumbua. Kama inawasumbua basi niandikie kwenye comment hapo chini kama utahitaji video special tu kwa ajili ya kukata hizi uh, pembe tatu. Ingine tunaziita sambusa. Sawa sawa. Kwa Kiingereza tunaziita ni triangle. Yeah. Okay. Tegea mara mbili alafu nitachukua rasta yangu ya yeah. Kama ambayo unaiona, alafu nitaipachika nita pale chini, alafu nitaenda ku twist njia mbili, nitasuka njia mbili. Sasa rasta naotumia ni short Bonjour curls kutoka Darling Tanzania. Hii ni Bonjour curls ambayo yenyewe ni ni fupi. Kuna ile nyingine ambayo ni ndefu, lakini pia zina rangi za tofauti tofauti. Umeona ninavyo twist na twist, natoa na kulia na leta kushoto kama utakuwa hujaelewa basi utaniendekea kwenye komenti hapo chini. Kwa hiyo nitatwisti mpaka mwisho upande wa chini. Katika nywele yangu hii mimi, kama ina mawimbi fulani hivi, kwa hiyo uh inategemea unaweza ukatwist, and then mawimbi ukaacha. Itategemea na wewe tu ambavyo utaifanya kazi yako. Naomba nikukumbushe, mimi jina langu ni Farida Osman, lakini pia unaweza kuendelea kujifunza kupitia darasa letu ya live. Chuo chetu kipo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki, tunafundisha kusuka nywele aina zote, sisi tunawakaribisha sana. Nikwambia nywele yangu chini na mawimbi, mfano mimi nimetwist mpaka karibia na mwishoni, alafu nikaiachilia. Unaona wimbi lake linavyokaa, linakaa vizuri sana. Nazidi niwakumbushe kwa wale ambao mnahitaji sasa kujiunga na madarasa yetu ya live, chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki, tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunampokea mwanafunzi ambaye hata kama haujui chochote huna idea yoyote. Sawa sawa, umeishia darasa la, la saba, umeishia form 4, umeishia chuo, ni mama, mama wa nyumbani, hujasoma kabisa, ni kijana tu wa nyumbani, hujasoma kabisa. Njoo darasani, tutakufundisha. Vipo vitu vingi ambavyo utajifunza kutoka kwetu, na utakuwa na uwezo wa kujikwamua kiuchumi. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na magrupu yetu ya WhatsApp, kigezo ni kwamba hakikisha umegusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe, alafu nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye uh, kwenye screen yako na nitumia WhatsApp, nitakwenda kukuunga kwenye magrupu yetu. Kama ulishatuma haujaungwa basi tuma tena tutakuunganisha. Karibuni sana. Ah, uh, kwenye kusuka nywele, umeona chini nilivyoianza? Sawa, narudia tena kwa ajili yako. Umeona hivi? Tasokota alafu nitachukua hii ya kulia nitaileta kushoto, ya kushoto nitaileta kulia hivi. Kwa hiyo upande wa chini nywele yangu mimi itakaza kabisa. Sawa, nimekuwa nikiwafundisha njia nyingi za tofauti tofauti za kuwafanya ninyi wanafunzi wangu mwe na uwezo wa kuelewa. Kwa utaangalia ule urahisi wako, kwamba unaona kwamba yes, mimi njia hii ni rahisi, njia hii hapana. Kwa hiyo vyote vinawezekana. Sawa sawa, okay. haya nywele yangu mpaka mwisho kabisa, hivi ambavyo unaona. Kama utahitaji hizi hizi uh, njia mbili, kuna ambazo zinakuwa ni kubwa kabisa, nikiwa nazungumzia kwa mfano jumbo braid. Kwa hiyo unaweza ukasuka size nene zaidi ya hapa. Kwa hiyo ni wewe tu utaangalia ule urahisi wako, sawasawa. Umeona chini mimi ninavoashiria ya mawimbi jamani. Okay, tumeelewana yeah. Kwa hiyo twende tukamalizie upande upande wa katikati, nitakata itakuwa kama star. Lakini pia kwa wale ambao mtataka tutorial tu jinsi ya kukata hivi vipembe tatu kwenye nywele, basi mtaniandike kwenye comment kama mtakuwa mna uhitaji, na kwa sababu nilishawahi kufundisha pia, lakini pia kama mtahitaji kwa sasa, pia mtaniambia hakuna neno. Sawa sawa. Kwa wale ambao wameshajifunza uh, kwenye YouTube kama hivi, una uwezo wa kufanya mazoezi na ukatuma sasa kwenye lile grupu ambalo utakuwa umejiunga. Kule kuna watu ambao wanajua wengine, wengine bado hawajui, wengine wapo wastani, kuna vingine anajua vingine hajui. Unapo kwa unapokutana kwa mfano na wasusi wenzako wote, basi itakuwa ni rahisi kwa wewe ku kujifunza kitu kipya kutoka kwa mtu mwingine, kwa sababu wanakwambia kwenye kwenye wengi pana mengi ya, kwa hiyo utajikuta unapata vitu vingine vipya tu Sawa, sawasawa eh? Haya, kwa twende tukasuke nywele yetu. Nitagawa vibutu vyangu alafu nitakwenda tena kuisuka. Jitahidi mistari hiyo imenyooka. Ukishakata kibutu chako kigea mara mbili, kisokote kama hivi ambavyo umeona mimi ninasokota, alafu chukua rasta yako ya Bonju Curls. nimetumia Bonju Curls kwa sababu imenipa matokeo mazuri, lakini pia staili yangu mimi imeonekana ni nzuri zaidi. Kwa hiyo wewe pia utaangalia kama utatumia nywele kama hii nilotumia mimi, ni vyema zaidi. Nimekuwa nikiwafundisha rasta nyingi kwa mfano za Superstar Glamo Zanzi na rasa nyingine nyingi ambazo zote ni kutoka Darling Tanzania. Kwa hiyo wewe utaangalia urahisi wako, samana navyosokota, nasokota kulia, vile ya kulia nitaileta kushoto na ya kushoto nitaipeleka kulia. Baada ya hapo nitaanza kusokota nywele yangu njia mbili, kwa lugha nyepesi nyepes, kama hivi ambavyo unaona tuna twist, sawa sawa, umeona? Ni ni rahisi sana, lakini kama unahitaji kuongeza unene utaongeza. Jitahidi hili rasta utakayotumia endane na nywele ya mteja wako. kama umenonsi ni kwamba, ukiangania mi nywele yangu vizuri, hauwezi ukaona nywele ya mteja imeishia wapi, si ndio? Hivyo jamani, umeona eh? Naomba nikukumbushe wakati namalizia nywele yangu, nawakaribisha sana sana sana wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo, ada zetu kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Kwa wale mnaotokea mikoani, hosteli kwa mwezi ni shilingi laki moja. Hii style una uwezo wa kubana design tofauti tofauti. Naomba nikuonyeshe ile final touch na wewe uweze kujifunza kwamba una uwezo wa kubana kama hivi ambavyo unaona ukaachilia nyingine mbele, unaweza kubana nyingine vidoli doli kama hivi, unaweza ukaiachilia, unaweza kubana nyingine ukaachilia. Naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman, karibu sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. I mean Farida Beauty Academy, asante na endelea kujifunza nasi. Hakikisha umesubscribe, hakikisha umetuma screenshot wa WhatsApp. Asante na endelea kujifunza nasi. Kwa herini, bye bye.